Ni matumaini yangu u mzima, mtazamaji wa MCL Magazetini. Karibu katika uchambuzi wa magazeti yetu ya leo. Tunalo gazeti la Mwananchi, Mwanaspoti na The Citizen. Kwa kuanza kabisa, tutaanza na gazeti la Mwananchi. Studio naitwa Tumaini Msowoya, tupo na mhariri wa habari wa gazeti la Mwananchi. Mena, karibu sana studio. asante sana. Ni kitu gani umetuandalia kwenye gazeti la leo la Mwananchi? Leo katika gazeti la Mwananchi tumeenda kwa, tumeendelea kuangalia ile sakata la vyeti feki unajua mm -hmm. Ni bado ni topic ambayo ni, ni kubwa sana nchini na imeleta shock. Uh, uh, kuna baadhi ya halmashauri zimejaribu kuelezea wale watu ambao ni wamuhimu sana walikuwa wanafanya kazi kueleza halmashauri eh. Kwa hiyo ipo hiyo habari kwa undani uh, na watu walioathirika Uh, kuna habari nyingine kuhusu Profesa Lipumba jana amezungumza kuelezea mambo yake na Mwalimu Sefu, lakini tumejaribu kuangalia mambo tata kuhusu Profesa Lipumba kutokana na statements zake like alizokuwa anatoa mm. uh, wakati anaondoka kafu na wakati anarejea uh, kingine tumeangalia mheshimiwa um, Lowassa anaonekana uh, ameingia kwenye siasa za, za, za Kenya uh, kwenye mambo ya uchaguzi na mambo yake ambayo ya, ameyasema. Uh, kukitaka kupata taarifa nini kinachotokea, ameingiaje kwenye siasa za Kenya, unaweza ukapata gazeti la Mwananchi Kawaida ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwananchi kuna habari za michezo. Ni kitu gani mmetuandalia siku ya leo? Uh, katika swala la michezo leo tumefanya i uh, uchambuzi kuhusu jinsi manji Mohamed dio unavyozipa pressure simba na Yanga. Kwa hiyo kwa taarifa zaidi unaweza ukapata ndani ya Mwananchi. Nipo na mwandishi mwandamizi wa gazeti la the Citizen, Luis Columbia Columbia. Kwenye gazeti la the Citizen ni nini tunatarajia leo? The Citizen leo, tumaini lina habari motomoto Tuna habari kubwa kuhusiana na, na utafiti mpya uliofanywa na ofisi ya takwimu ya taifa ambapo unabainisha kazi ambazo zinalipa zaidi nchini Tanzania na kazi ambazo hazilipi zaidi nchini Tanzania. Kama unataka hmm, kuzijua basi kamata nakala yako ya gazeti la The Citizen. Tuna taarifa nyingine kuhusiana na uh, taarifa iliyotolewa na serikali kuhusu MSD na kiasi cha pesa ambacho kimetolewa kwa mwaka elfu mbili kumi na sita kumi na saba kwa ajili ya manunuzi ya dawa na mjadala namna ambavyo uliibuka pale bungeni Dodoma baada ya taarifa hii kutolewa. Taarifa kamili kuhusiana na habari hii uh, imeandikwa kwenye gazeti la The Citizen la leo. Lakini pia uh, takriban wiki moja iliyopita kulikuwa na mjadala mzito tu kuhusiana na kutimuliwa kwa ofisa wa UNDP hapa Tanzania, anaitwa Biana Biawa Dabo. Katika habari za michezo ni nini kimejiri? Na katika upande wa michezo na burudani gazeti la The Citizen na taarifa kuhusu uh, uchambuzi ambao umefanyika kwenye swala zima la mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Siku ya Jumamosi yani kesho kutakuwa na mechi hapa Taifa. Simba ya Dar es Salaam itaikaribisha African Lion pia ya Dar es Salaam katika mwendelezo wa ligi hiyo. Ni mechi yenye msisimko aina yake, kwa sababu moja inataka kujinasua kushuka daraja, nyingine inapambana kuhakikisha kwamba wananyakua ubingwa. Hivi sasa tuko na Badru Kimwaga, mhariri huyu wa gazeti la Mwanaspoti. Karibu sana, karibu sana, utuchambulie gazeti la Mwanaspoti, ni nini hasa umetuandalia siku ya leo? Naam, asante sana kwa siku ya leo. Gazeti letu la Mwanaspoti kama kawaida kuna habari za kushiba kabisa kubwa ni kuhusu matajiri kumi walioungana pamoja katika klabu ya Simba na Yanga wameungana kivipi msomaji akipata gazeti letu atapata kwa undani habari hiyo mbali na habari hiyo kuna nyingine kubwa inahusu madalali ambao wanapigiana wanapiga misele wa wachezaji wa Yanga Simon Msuva pamoja na Donald Ngoma kivipi na kwa sababu ipi wanataka kuwapeleka wapi msomaji akipata gazeti letu atapata kwa undani habari hiyo balina habari hiyo pia kuna swala la kama wiki moja na wiki moja au mbili iliyopita Zito Kabu, kiongozi wa ACT Wazalendo, kulikuwa na kwamba na mipango ya kuingia t gombea urahisi kakutana kijini kijigi kipi? Msomaji kupata gazeti atapata kwa undani habari hiyo. Na kwenye upande wa kimataifa nini ni kimejiri huko kwa upande wa habari za kimataifa kubwa kabisa ni kuhusu Manchester United. Wamsikize mzee Wenga amesema kitu gani. Mpaka hapo tumefika mwisho wa MCL matukio kwa leo. Kumbuka tulikuwa na gazeti la Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti. Usikose kupata nakala za magazeti haya, pia tembelea mitandao yetu ya kijamii. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.